Ajenda ya pili itakuwa ni kupokea na kuzindua rasmi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya 25 2030. Kwa maana tunakoelekea, katika uchaguzi hiyo ndio ilani tutakayoitumia. kwa hiyo mkutano mkuu huu maalum utapokea na kuzindua rasmi ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 kuelekea 2030. Ajenda ya tatu itakuwa mkutano mkuu huu maalum utafanya kazi ya kufanya marekebisho madogo katika katiba ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo marekebisho ya katiba yatafanywa na mkutano mkuu maalum utakaoketi tarehe 29 mpaka tarehe 30, marekebisho madogo ya katiba. Kwa hiyo kubwa sana katika mkutano huu ni hiyo kupokea na kuzidua ilani ya Chama cha Mapinduzi. Huu ni mwaka wa uchaguzi, kwa hiyo kama mwaka wa uchaguzi, lazima tu tupokee taarifa ya utekelezaji wa ilani kwa miaka mitano, na baada ya hapo, maana yake sasa tunakuwa kwenye nafasi nzuri kwamba tumeona tumefanya nini katika miaka mitano na sasa tunazindua ilani ambayo tutaitumia kwenye uchaguzi mkuu, ilani ambayo ni ya miaka mitano 2025 kwenda 2030. Na nyiye mnajua vyama vya siasa kuelekea katika uchaguzi, nyenzo muhimu sana katika uchaguzi ni ilani ambayo unaenda kuiuza, unaenda kuwaahidi, unaenda kuwashawishi wananchi, ili waweze kukuchagua, ili waweze kukichagua Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ilani hiyo ni muhimu sana katika uchaguzi. Nyenzo ya pili ni wagombea, maana yake pia wagombea watakaopatikana lazima nao wawe na hiyo ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana madiwani wetu, wagombea wetu wa diwani, wabunge, wawakilishi, na wagombea urais, kwa maana mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi, na mgombea urais upande wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi. Kwa hiyo nyenzo zetu hizi muhimu sana ni kuwa na ilani ambayo tunaenda kuinadi kwa wananchi. Kwa hiyo maandalizi ya mkutano mkuu maalumu yamekwisha fanyika kwa kiasi kikubwa, tunaendelea kuyakamilisha. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaalika wajumbe wote wa mkutano mkuu CCM Taifa kuhudhuria mkutano huu maalum, lakini lingine kuwaalika wote ambao pia watapata barua za mwaliko. Lakini kwa mapenzi makubwa ya chama chetu, mkutano mkuu maalum unapokaa Dodoma, kila mtu, hata kada mwingine, anaweza kuwa anaufuatilia, kakaa sehemu, anafurahi, lakini yuko Dodoma. Nao niwakaribishe kuja Dodoma. Kwa hiyo tarehe 29 na tarehe 30, Watanzania watege sikio Dodoma kuona ilani ya wananchi, ilani itakayokonga nyoyo za Watanzania. Na chama cha Mapinduzi mpaka kinaandaa ilani, maana yake tumeshafanya kazi ya kutosha ya kufanya tathmini ya utekelezaji wa ilani 20 20 2025, tumeona ilivyotekelezwa, lakini pia kwa changamoto chache labda zilizobaki, nazo tunaziingiza katika ilani inao itakaofuata ya 2025 kwenda 20 30. Kwa hiyo hilo wa Tanzania tutakapoizindua ilani hiyo wao wenyewe wataona kwamba CCM inazingatia maoni ya wananchi, kwa sababu katika ilani hiyo tumeshirikisha pia wananchi, tumeshirikisha wadau mbalimbali kuweza kuiandaa ilani hiyo ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hili ndio nililowaitia kubwa, ni CCM kufanya mkutano maalum taifa kwa maana kubwa, ajenda hizo tatu. Kwanza, kupokea taarifa za utekelezaji eh, katika serikali zetu mbili. La pili, uzinduzi wa ilani na kufanya marekebisho madogo ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Nawashukuru sana, hilo ndo kubwa ambalo niliona nilitolee taarifa na wananchi wajue kwamba kutakuwa na mkutano mkuu maalum, na sisi tunafurahi kwamba mwaka huu tumekuwa na mkusanyiko mikubwa. Huu unaenda kuwa mkusanyiko wa tatu mkubwa. Tulikuwa na mkutano mkuu eh, tukaja tukaa na sherehe za CCM miaka 48 na huu tunaenda kuwa na mkutano mkuu maalum. Asanteni sana.